Karibu kwa taarifa zetu tuandamani hadi tamati. Baada ya misukosuko ya kijamii kushuhudiwa katika kaunti ya Mandera hivi majuzi, kina mama wa kaunti hiyo sasa wameanzisha mpango wa kueneza semi za amani kwenye maeneo ya umma katika kaunti hiyo ili kurejesha mshikamano wa jamii uliokuwa hapo awali. Mpango huo wa amani unaojumuisha kina mama kutoka jamii tofauti kaunti hiyo, wafanyabiashara na mashirika ya kijamii unalenga kupatanisha jamii zote za eneo hilo kupitia ya mazungumzo. Lengo kuu ni kutatua mvutano mivutano inayotokana na ushindani wa lishe na maji baina ya wafugaji kutoka jamii tofauti hasa wakati wa kiangazi. Peace cannot be built without us. We call on our community leaders, our policy makers, our donors and our neighbors to stand with us. Not behind us,

Wa Mandera, kaunti ya Mandera, kama sisi wa mama tuna, tunaungana mkono na tuanze tuendelee na amani. Na vile eh, organization yetu ambaye inaitwa